Mnara huu ni katika minara ile 1758 ambayo ilikuwa inatekelezwa kuanzia mwaka 2023 na, 20 na, na mwisho wake ni mwaka huu 2025 mwezi wa tano, ambapo mnara huu ruzuku uh, yake iliyo gharimu ujenzi wa mnara huu ni shilingi milioni 109 na, na mnara huu uliletwa hapa mahususi kuhudumia kijiji cha Kazima kwa sababu kijiji kile kililetwa kwetu kwamba kina changamoto kubwa ya mawasiliano. Mnara huu uh, mwaka mawe, uh, Septemba rasia 2024 ndio mwanzo kufanya kazi rasmi kwa kwa hapa, na unakaba vijiji vitatu kwa sasa hivi, ambao tumekaba kijiji cha Ifucha na kijiji cha Itonjanda ambayo kina wakazi kama elfu tatu mia moja hamsini tunakaba kama 660 hivi. Kwa hiyo kwa ujumla tunakaba kama wakazi elfu tano mia mbili na ni wahakikishie tu, katika vipimo vyote vilivyofanyika ikiwepo Tabora, mionzi inayotoka kwenye minara yetu iko kwenye viwango vya chini sana, ambavyo havina madhara kwa wanadamu. Kwa kwa hiyo yeah. Tumieni mawasiliano kwa amani, muwe na amani kabisa, hakuna madhara yoyote. Mi naona mama anatutendea haki Ifucha tulikuwa hatuna mnala, tumepata mnala ni moja ya maendeleo. Nilikuwa nikiuliza naishi wapi? Naishi Ifucha. Yeye mnala ule unawaka? Ndio. Tabora, Dokta Samia anapenda amani. Dokta Samia anapotuletea miradi ya maendeleo namna hii, anataka wananchi muitumie kwa furaha, lakini vilevile vile tumekutana na shida kidogo ya mwenzetu anayetulindia mali hii kubwa. Huu mnara ni wa thamani kubwa, ni zaidi ya milioni mia tatu zimelala hapo, thamani ya milioni mia tatu porini. Hivi mnapompata kakaangu kama Masanja analinda, sisi tunathamini kama serikali inaoongozwa na mwanamke shupavu Dr. Samia, tunathamini walinzi wote walioko kwenye miradi yetu ya mawasiliano, iwe porini iwe mijini, tunawathamini Ndiyo maana tumemsikiliza na niwapongeze wenyewe wanaifucha. Ninaamini sio tu Masanja, lakini na nyinyi mnaulinda kwa namna moja ama nyingine. Ina maana vijana wenu watoto wenu mliokonao kwenye familia zenu, mmeongea nao wa waweze kuwa wastaarabu, wazalendo, ili pasitokee tatizo lolote. Nimeambiwa kuanzia ma, ma, material ya ilipokuwa yanakuja simenti kokoto hakuna wizi uliofanyika. Tuendelee namna hiyo. Anaifucha Ifucha oye! Tuendelee kulinda miradi hii, kwa sababu Mheshimiwa Rais anajibana ili kila kijiji kiweze kufikiwa na mawasiliano, na hatimaye na sisi leo tumeweza kupata mawasiliano. Tumeanza kuletewa mawasiliano na mtoa huduma mmoja kwa maana ya Yas, lakini pale kwenye miundombinu ukiuangalia pamewekwa eneo ambalo watoa huduma wengine nao watakuja na wenyewe wataweka vifaa vyao, ili muweze kupata mitandao ya aina mbalimbali. Dkt Samia oye! mawasiliano oye! Kwa kupitia hili, naomba niagize watoa huduma wote, hasa wale ambao wanaendelea kulinda hii minara yetu, wahakikishe wanalipa ujira wa walinzi kwa wakati, kwa sababu wanafanya kazi nzuri. Wahakikishe wana fanya usafi wa barabara hizi ziweze kuendelea kupitika wakati wote, ili wale waliokuja kujaza mafuta kwenye jenereta zetu pale pindi inapotokea hitilafu fupi ya umeme wa Tanesco, basi mawasiliano yasikatike. Kwa hiyo ninawasihi sana, uh, wajenzi wote wa minara waweze kuhakikisha hali ya usalama inaendelea kuimarika wakati wote, kwa kuhakikisha kuwalipa ni posho ni mishahara kadiri walivyokubaliana na hawa walinzi wetu wawatendee haki. Mazingira ya kazi ni magumu. Kwa hiyo mtu unapompa haki yake, basi yule naye anapata furaha na anaendelea kutulindia minara yetu.